Si kila kilichoumbwa kwa uharibifu kinamalizia kwa giza. Wengine huzaliwa kwa majaribio, lakini hupona kwa mapenzi. Leo tunavunja moja ya katuni zilizojaa mafumbo kuliko tunavyofikiri, Lilo and Stitch, filamu ya mwaka elfu mbili na mbili. Filamu ya kifamilia ndiyo, ila ndani yake kuna somo la kutosha kuhusu upweke, uumbaji na nguvu ya familia isiyo ya damu. Karibu kwenye Movie Secrets by Us, where every movie has a hidden truth. Maana ya jina Lilo and Stitch. Jina ni utambulisho wa hatma. Lilo ni jina la Kihawaii linalomaanisha generous one au the lost one, ni picha ya mtoto aliyejeruhiwa na kupotea ndani ya huzuni ya dunia. Stitch kwa Kiingereza ni kushona jina hili linabeba ujumbe mzito . Stitch hakuletwa duniani kuharibu, aliletwa kushona kilichovunjika. Karakta kwenye filamu hii sio tu wahusika, ni ujumbe unaotembea. Lilo, mtoto asiyeeleweka na jamii, ila mwenye moyo wa huruma kuliko wote. Anapenda picha za watu waliopigwa na tsunami, anaona uzuri kwenye huzuni, anaona uhai mahali pa maumivu. Built in brokenness. Stitch aliumbwa kama silaha lakini anajifunza mapenzi kupitia Lilo. Alisema mwenyewe I'm lost, hiyo ni sauti ya alien, ni sauti ya roho inayotafuta familia. Nani dada aliyechukua mzigo wa kuwa mama licha ya umri wake, anawafundisha wengi kuwa family is not about perfection, it's about commitment. Cobra Bubbles social worker mwenye sura ya askari lakini ndani ana moyo wa dhahabu. Jina lake Bubbles ni kinyume na sura yake, anafundisha tusihukumu kwa nje. Jumba Jookiba na Pleakley wanatoka mbali lakini mwishowe wanakuwa sehemu ya familia. Jumba ni muumbaji wa Stitch, ila Stitch hakukamilika hadi alipopendwa. Pleakley anayejua dunia ya kisayansi lakini hajui maana ya ohana. Kuna ujumbe uliojificha kwenye kila uchezaji wa katuni. Sunami Pictures za Lilo si hobi tu, ni ishara ya mtu anayevutiwa na waliopotea kama yeye. Stitch kujiharibu mwenyewe ni fumbo la mtu aliyekosa maelewano, anayejiuliza kama anastahili kupendwa. Surfboard na spaceship: moja ni chombo cha kukimbia, kingine ni chombo cha kushirikiana. Lilo na Stitch wanapopanda surfboard pamoja ni picha ya ushirikiano unaozidi uumbaji wa maabara. Filamu hii ni barua kwa wale waliowahi kuhisi kwamba hawatoshi. Familia haifanywi na damu, bali maamuzi ya kushikilia waliovunjika. Upweke hauponywi kwa nguvu, bali kwa kukubalika, na hata kama ulimwengu ulikuumba kwa maumivu, mapenzi yanaweza kukuandika upya. Lilo and Stitch Haikuwa tu kuhusu alien, ilikuwa ni somo la namna gani tunaweza kuwa binadamu. Na kama ohana inamaanisha hakuna anayebaki nyuma, basi ni jukumu letu kuhakikisha tunaongeza mtu mmoja zaidi kwenye familia yetu ya moyo. Hii ilikuwa Movie Secrets By Us, where every movie has a hidden truth. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe YouTube channel ya Movie Secret By Us kwa episodi kali zijazo.